Faraja kubwa kuona kuwa serikali kupitia wizara ya afya, imepiga hatua kubwa katika maendeleo mbalimbali mbali ya sekta hii muhimu. Sasa katika maendeleo ya sekta ya afya, naona yamezungumzwa vya kutosha, na mimi tu niseme kwa kweli, kwenye swala zima la miundombinu, hakuna ambaye hajashuhudia na kuona jinsi Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi alivyoweza kuongeza idadi za hospitali tena hospitali kama alivyosema Mheshimiwa naibu waziri <laughs> ni hospitali ambazo ni zinaitwa kweli hospitali, maana amesema kuna hospitali sio hospitali kwa sababu hazina ICU. Sasa hivi tuna hospitali za wilaya kumi katika kila wilaya na zote zina ICU. Afya imara kwa maendeleo endelevu. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya pamoja ya kujenga taifa lenye watu wenye afya bora, kwani maendeleo ya kijamii na kiuchumi hayawezi kufikiwa bila kuwa na wananchi wenye afya njema. Lengo kuu la wiki hii ya afya Zanzibar ni kutoa elimu kwa umma, kuimarisha huduma za kinga tiba na lishe, sambamba na kuongeza ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla, katika kujenga mfumo wa afya ulio thabiti, jumuishi na endelevu. Sasa hivi hospitali zetu zote zitakuwa zinafanana. Ukiiona zahanati moja kama umeiona Unguja au ukienda Pemba Micheweni, ukiiona unajua hii ni zahanati. Vituo vya afya hali kadhalika vitakuwa vyote vinafanana nchi nzima hali kadhalika hospitali za wilaya mkoa mpaka za rufaa. Tunasema hongera sana kwa jitihada hii pia ya kutuletea mojo nzuri ya hospitali, lakini vile vile tumeona mifumo na sera mbalimbali mbali za wizara ya afya zikiimarishwa. Sasa hivi tuna mfumo wa kidijitali wa huduma za afya, tumeona leo nimeonyeshwa na kadi. Sasa hivi tunaenda kwa kweli, hamna swala la kubeba daftari tulikuwa tuna tabia kubeba daftari. Moto ukitokea tu mtu amepoteza taarifa zote za afya, sasa hivi tuna kadi. Kwa hiyo tunazidi kupiga hatua kubwa katika maendeleo ya utoaji wa huduma nchini kwetu. Lakini vile vile niongelee swala la rasilimali watu. Kwa kweli toka mwaka 2020 kufika mwaka 2024 idadi ya wa watumishi wa sekta ya afya imeongezeka zaidi ya mara tatu, kuhakikisha kwamba tunakuwa na idadi inayotakikana, japokuwa hatujafikia, kwa sababu mnafahamu tumeshaongeza hospitali ni nyingi sana, na hospitali zikiwa nyingi, ina maana zinahitaji sasa wawepo madaktari, manesi, wahudumu. Sasa tuko kwenye mkakati huo, lakini kwa kupitia rais wetu ambaye kwa kweli niseme yeye ni daktari na alishawahi kutuambia yeye ni daktari, na anataka sekta ya afya ifanye vizuri zaidi kuliko sekta zote nchini. Kwa hiyo tumuunge mkono, na bila shaka ninaiona wizara ya afya ikitembea katika maono yake kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za afya Zanzibar, lakini vision kubwa ya kwake ni kwamba la kwanza ni kuboresha huduma za afya za Zanzibar, lakini la pili pia kupunguza, tuweze kutoa huduma za kibingwa ili tupunguze rufaa zinazotoka nje. Ina maana tutapunguza bajeti zetu tunazotumia, lakini sio hivyo hivyo tu, wa, wageni wote watakawa wanatem, wanatembelea Zanzibar watakuwa na uhakika wa kuwa wanapata matibabu yanayostahiki na hawana wasiwasi, lakini si hilo tu watakuwa wanakuja kwa sababu ya kupatiwa matibabu huko, ndio tunapotaka tufike. Wakija wanasema tunakwenda kutembea, tunakwenda kupumzika, lakini vile vile tunakwenda kufata matibabu Zanzibar. Hayo ndio maono kabisa ya Mheshimiwa rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi. Ndugu wananchi, nami nikiwa mdau mkubwa wa masuala ya afya kupitia taasisi yangu ya Zanzibar Maisha Bora Foundation nimejidhatiti kuhakikisha kuwa wananchi wa Zanzibar wanapata huduma bora za afya kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la pili la kimkakati la taasisi yangu ni linalolenga kuboresha upatikanaji wa huduma jumuishi na rafiki za afya kwa wanawake, vijana na watoto. Haya tunayatekeleza kupitia afua mbalimbali kama kampeni ya afya bora maisha bora, ambayo mmeisikiwa wakiisema hapa waziri, naibu waziri na katibu mkuu, ambayo imefanikisha kuwafikia wananchi zaidi ya elfu ishirini na moja mia tano kupitia kambi nne za afya tulizozifanya katika ngazi za mkoa wa Unguja na Pemba. Katika kambi hizi tumeshuhudia mwitikio mkubwa wa wananchi waliokuja kupata huduma za afya, hivyo ni wazi inaonyesha kuwa kuna uhitaji mkubwa wa kuimarisha huduma za afya kwa jamii, yaani kuwafikia zaidi outreach. Hii pia inathibitisha umuhimu wa huduma za uchunguzi wa afya kwa mara kwa mara ili kuepuka changamoto za kiafya zinazoweza kuzuilika, pamoja na uwekezaji katika afya ya watoto na lishe bora kama msingi wa kizazi chenye afya na tija. ZMBF kwa kushirikiana na Wizara ya Afya imetekeleza mpango wa lishe kwa mama na watoto ngazi ya wilaya, ambapo jumla ya wanawake 2830 walipata elimu ya lishe na afya ya uzazi ya mama na mtoto, ikiwa ni pamoja na mama wajawazito, ambapo pia walianzishwa huduma za kliniki na watoto wenye chini ya miaka mitano 3,879 walipatiwa chanjo muhimu. Hizi kambi, kama tulivyosema, zina umuhimu sana, na unapofika kwenye kambi, pamoja na elimu yote tunayotoa, unakutana na wamama ambao ni wajawazito lakini hawajaanza kwenda kliniki. Sasa hapa ndo unapoona umuhimu wa kuwepo kambi kwa sababu mnaweza kufikia jamii na wengi wote wakawa wanaelewa umuhimu wa kwenda kliniki na afya ya mama na mtoto. Afya ya huyo mtoto inaanza toka hata mtoto anapokuwa tumboni, kwa hiyo lazima mama ahakikishe anafata taratibu, maelekezo yanayotakiwa ili aweze kuzaa mtoto aliyekuwa tuseme na afya njema na ataweza kukua vizuri. Katika nia ile ile ya kujenga taifa lenye imara kiafya, taifa imara kiafya ndio, kupitia programu ya Tumaini Initiative inayolenga kuboresha afya ya hedhi, usafi binafsi, na kuhifadhi heshima ya mtoto wa kike, ZMBF imefanikiwa kuwafikia jumla ya wasichana balehe 8676 wa shule za msingi na sekondari kwa kuwapatia tumaini kits, kit yani washable sanitary uh, towels pamoja na elimu ya afya ya hedhi salama, hivyo kuchangia katika jitihada za kuongeza mahudhurio shuleni na kuwajengea uwezo wa kujiamini. Mafanikio yote haya ni kielelezo cha dhamira ya ZMBF kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wadau mbalimbali katika kuhakikisha jamii inapata huduma bora za afya zenye usawa, staha na endelevu kwa wote. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, jitihada zote hizi zimechangia kupungua kwa vifo vya mama wajawazito kutoka 166 hadi 145 kwa kila vizazi hai laki moja. Aidha, kiwango cha chanjo kwa watoto kimeongezeka hadi kufikia asilimia 95 na chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi imefikia asilimia 98.5. Ni hatua kubwa sana, ongereni wizara ya afya.